Upendo ni ile hali ya mtu kutokuwa na uchungu, chuki, kinyongo na uadui moyoni juu ya watu wote wanaokuumiza au kuwa kutokuwa na chuki kutokuwa e, na kinyongo ndani yako kwa wale watu wote wanaokuumiza au wanaokutendea mabaya. Watu wanaotuumiza ni wengi sana, watu wanaotutendea mabaya ni wengi sana. Kwa nini? Kwa sababu maadui ni wengi kuliko marafiki, maadui ni wengi kuliko wanaokupenda. Unaweza ukafikiri ya kwamba mtu huyu ananipenda, lakini kumbe huyu mtu ni adui wako. Kwa hiyo upendo ya kutokuwa na kinyongo na chuki naye huyo mtu anayekupenda anayekuumiza huyo mtu anayekutendea mabaya. Kwa hiyo ile hali ya kuendelea kutokuwa na kinyongo, kutokuwa na uadui moyoni mwako juu ya wote wanaokutendea mabaya, huo ndio upendo. Watu wengi hatujui kupenda kwa sababu mara nyingi tunawachukia. Nakua na kuwa na uadui juu ya wanaotufanyia mabaya, wakati Biblia imeniambia umpende adui yako tena kama vile unavyojipenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunatakiwa tuonyeshe upendo kwa adui. Kwa nini? Kitendo cha kumwonyesha adui upendo ataweza kumjua Mungu aliye ndani yako, unadhihirisha tunda la Roho lililo ndani yako, unamdhihirisha Mungu ndani yako, mpaka yule mtu atatamani kuwa kama wewe. Atashangaa ya kwamba huyu ni mtu wa aina gani? Nimemfanyia vibaya hivi, nimemfanyia hivi, lakini bado amekaza kunionyesha upendo, bado hana chuki na mimi. Kuna watu wamekufanyia mabaya, wanachotegemea kwako, wanajua utawanunia, hautawasalimia. Kuna watu wamekutendea mabaya, wanajua watakapopatwa na shida, hautaenda kwenye misiba yao kuna watu wamekutendea mabaya, wanajua ya kwamba sasa huyu hata tutakusalimiana hatutasalimiana. Lakini kitu pekee kitakachokusaidia wewe ili tunda lako tunda la Roho lika, likawepo ndani yako ni ile hali ya kuto kuweka uchungu wao, kuto kuweka chuki, kuto kuwahesabia mabaya tusipowahesabia mabaya, tukaendelea kuwapenda katika shida ile ile, katika ubaya ule ule waliotutendea, bado sisi kwetu tuonyeshe upendo. Ni ngumu, ni ngumu, tunahitaji msaada wa Mungu.